Rusheni Diraki a atajwa kuchukua unaodha Simba Sport Club, Kapombe kuendelea kuwa naodha mkuu, ambapo kwa mjibu wa taarifa ambazo zimeweza ku, zilizoweza kutolewa zinadai kwamba beki wakati Rusheni Dilak ambaye huu msimu wake wa kwa kwanza akicheza Simba Sport Club amependekezwa kuwa mmoja wa manahodha wa kikosi hicho Dilak like ambaye amefunga mabao mawili katika mechi mbili za ligi ni kati ya wachezaji ambao wanaonekana kuwa na sifa za uongozi, hivyo Pandevu anatajwa kumpendekeza raia huyo wa Afrika Kusini. Mbali na mapendekezo hayo bado Shomari Kapombe ataendelea kuwa nahodha mkuu, na wakati atakosekana huenda akaonekana Dila akivaa kitambaa hicho cha unahodha. Wachezaji wengine ambao watakuwa wakionekana katika jukumu hilo ni pamoja na Mzamiru Yasini. Kwa hiyo kwa mwendelezo na utaratibu wa, wa nahodha kwenye klabu, basi imeelezwa kwamba kwa sasa nahodha mkuu ni Shomari Kapombe ambayo bado anaendelea kuwa nahodha, lakini msaidizi anatajwa na huwa ni Rushine De Reuck ambaye yeye ataonekana akivaa kitambaa hicho kama nahodha mkuu endapo Shomari Kapombe atakuwa haonekani uwanjani au hajaanza katika hiyo mechi. Lakini tofauti na huyo basi, Mzamiri Yasini naye atavaa kitambaa hicho kama nahodha msaidizi endapo Shomari Kapombe hatakuwepo. Rushine De Reuck yeye atakuwa nahodha mkuu na, na mzamili mzamili Yasini atakuwa nahodha msaidizi mbele ya Rushine. Hivyo imetajwa kwamba kutokana na uwezo ambao ameonyesha Rushine, De Reuck imeonyesha kabisa kwamba ana sifa za kuwa kiongozi. Hivyo eh, Dimitri Pandevu ameonyeshwa kuridhika naye kutokana na uongozi wake ame, ambao ameuona na kuona kwamba huenda akawa aka ni kiongozi mzuri, tofauti na sasa ambavyo siyo kiongozi hivyo, muda wowote anaweza kupewa unahodha huo msaidizi, lakini Shomari Kapombe na kubakia kuendelea kuwa nahodha mkuu na Simba kuwa sasa na manahodha watatu ambao nahodha mkuu atakuwa ni Shomari Kapombe, nahodha msaidizi atakuwa ni Rushine De Reuck, na nahodha watatu atakuwa ni Mzamili Yasini, ambao wote hao watafanya kazi ya kuongoza wachezaji wenzao katika gudumu la kuleta maendeleo nako klabu ya Simba Sports Club. Hivyo kila la heri Rushine De Reuck katika kazi hiyo mpya.